khairukum man taalama alqurana wa waalamahu. Na hadithi ya pili akatuambia, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima, kutafuta elimu ni lazima juu ya mwanamme na mwanamke. Na akatwambia mbora wenu ni yule ambaye kwamba aliyejifundisha Qurani au aliisoma Qurani kisha akaifundisha. Kwa hiyo ndugu mtukufu wa Islam, wa majina naitwa Al Ustadh Muzamil Faruq Adam, lakini almahruf kama Zamil Atahi, ambapo kwamba ni muasisi na mwanzilishi na director wa uh, Madrasatulhasbunllah Islamia, ambapo ma kwamba inapatikana Busia Highway opposite uh, na hospitali FTC ao kwamba FTC opposite na FTC au hospitali to Brimaa, nyuma ya hospitali hii ono wak nimeweza, kabla mwanzo kabisa kuzungumza, nimeweza kuweka hadithi hizi mbili kwanza, khairukum man ta'allama alqur'ana wa alamahu, na wa kike na wa kiume. kwa hiyo E, maneno yangu au namaanisha nini? Namaanisha kwa kwamba kutafuta elimu ni lazima juu ya kila mwislamu wa kiume na wa kike, na Madrasa Tul Hasbunaallah Islamia ingependa kuwapa taarifa njema kwamba tunatoa nafasi ya masomo ya kuhifadhisha Qur'ani, watoto kuanzia miaka saba hadi miaka kumi na tano wa kike na wa kiume. Kwa hiyo, mpenzi mtazamaji wa TV Nuru Imani, unaweza kunisikia na ni mkaazi wa Busia, tunakuomba na tunakunasihi kuweza kumleta mtoto wako madrasa ya Hasbunaallah Islamia, aweze kufahamu dini yake, aweze kusoma Qurani, aweze kusoma taalimu, fiqh, hadith, sira, ili kujua tarehe ya kiislamu na kujua historia ya kiislamu. Hii yote utayapata katika madrasa ya Hasbunaallah Islamia. Kwa hiyo tunaomba awazazi pamoja na walezi madrasa, tunasomesha Jumamosi na Jumapili, hiyo pili, hii yote utopamana na e, elimu ya upande wa pili ya shule, kwamba wanafunzi wengi Jumamosi wanaenda mashuleni. Kwa hiyo imekuwa changamoto upande wetu maustadhi kusomesha Jumamosi na Jumapili, ndio tunapata wanafunzi baadhi e, na pia wengine wanaelekea mashuleni, lakini sana sana tunapatikana Jumamosi na Jumapili, ofisi ya madrasa inakuwa wazi. Kama una mtoto wako anahitaji kusoma au unahitaji mzazi mtoto wako asome dini ya Uislamu ikiwemo Qur'ani ikiwemo taalim ta basi, anakaribishwa Madrasatul Hasbunallah Islamia, ambapo tunapatikana Busia town opposite na FTC. Nyote mnakaribishwa, na nafikiri namba ya simu inapita kwenye skrini yako hapo, unaweza kutupigia namba ya ofisi. Ni hizo ambako ziko mbele yako, na pia tutaweza kukushughulikia. Nafasi zipo, wakati ni sasa, na kama sio sasa ni sasa, sasa hivi. Kwa hiyo mzazi au mlezi, tunakukaribisha Madrasatul Hasbunallah Islamia ndio sehemu ya sehemu salama ya kumifadhisha na mtoto wako kujua historia ya Kiislamu pamoja na elimu na masomo ya Kiislamu tarbia na akhlaq ya Kiislamu. Kwa hiyo mzazi mpendwa, tunakuomba na tunakunasihi, nafasi tunatoa kwa wale wote ambao kwamba watahitaji watoto wao kusoma Qur'an na ta'lim, mlango kuwazi Madrasa tul Hasbunaallah Islamia. Mpaka hapo ni seme sina la ziada.